Ewe mja wa Allah, jina hili tukufu linakufariji katika kila wakati wa shida. Jina hilo ni Ar-Rahman, maana yake ni mwenye kuneemesha kwa ukarimu usio na mwisho. Jua ya kwamba rehma za Ar-Rahman zimejumuisha kila kitu. Hakuna dhambi inayomzidi na hakuna haja anayoshindwa kuitimiza. Ya Rahman, Ya Rahman. Ya Rahman. Ya Rahman. Sikiliza faida hii adhimu ya Ar-Rahman. Ukilitaja jina hili la Ya Rahman mara mia moja baada ya kila sala ya faradhi, Allah atakupa uwezo wa kukumbuka na kuepusha na kusahau mambo muhimu. Ewe mwenye kuhitaji rehma, usisahau utukufu huu, mwite Ar-Rahman kwa kila jambo unalotaka. Njia ya rehema imefunguka.